Asifiwe. Hii ni Mkombozi TV. Na leo nime, nimepita hapa naona hili ni kanisa linaitwa Faith and Power. Na kuna binti hapa nataka nimuulize kidogo pengine ametoka kanisani. Mkombozi TV kama kawaida yetu huwa tunatafuta Wakristo wenzetu ili kuwauliza maswali yanayohusiana no na Biblia. Lengo letu ni kuhamasisha Wakristo wasome Biblia. Dada, habari yako? Salama. Dada samani, nataka nikuweke imaiki ili nikuulize maswali. Siniweke wapi? E, ngoja tuipachike hapa. Dada, habari yako? Salama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa kutazama tunajua kama umetoka kanisani, kweli ama si kweli? Kweli yeah. Basi hebu simama kidogo, umwangalie yule kameramani wangu yule eh. Uh -huh. Nataka nikuulize maswali machache sana kuhusiana na Biblia, uko tayari? Uko tayari? Swali langu la kwanza, hivi aliyemfufua Lazaro kutoka wafu ni nani? Aliyemfufua Lazaro. He, kutoka wafu. Ni Yesu, ni Yesu. Yeah. Swali langu namba mbili. Swali langu la pili. Hivi barua ya Efeso ilitoka kwa nani? Barua ya Efeso. Kwa Efeso. Eh. Ilitoka kwa nani? Ni ngumu kweli, bado sijajua. Bado hujajua lakini unasomaga Biblia? Sema za kweli, eh. Biblia nasoma. Eh. Ila nimesoma muda kidogo. Nimwambie e, ule mtazamaji kwamba umesoma muda sana Biblia. Kwa swali kama hilo unazani. Jamani watazamaji samahani. Nimesoma eh, Biblia lakini nimesoma muda, kuna vipengele nimevisahau. Au umevisahau? Kwa hivyo kwa kipindi hiki kinakukumbusha kwamba ukasome, si ndio? Eh, yeah. E, kwa hiyo utaenda kusoma? Yeah, nitaenda kusoma. Sawa. Sasa swali ambalo amekwama hapa dada Kristina linasema, barua kwa Waefeso imetoka kwa nani? Dada amesema yeye ni msomaji wa Biblia lakini amesahau sahau. Sasa swali la mwisho kabisa kwa dada Kristina, alombatiza Yesu kwenye mto Yordan anaitwa nani? Alombatiza Yesu kwenye mto wa Yordan? Yohana. Eh, Yohana. Basi tunashukuru kwa kipindi hiki. Dada Kristina amejitahidi, ameweza kujibu baadhi ya maswali, lakini mengine tunampa assignment kwamba akafanyie kazi. Hii ni Mkombozi TV. Lengo letu ni kuhamasisha Wakristo wasome Biblia. Asante, karibu kwenye kipindi kingine.